Tanzania, Disemba 9 siyo siku ya kawaida. Umejiandaa? Usalama wa familia yako unategemea mambo haya sita. Nitakuletea orodha ya mambo sita unayotakiwa kuyazingatia, unayotakiwa kuyatilia maanani, ili uendelee kuwa salama siku ya Disemba 9 itakapofika. Mambo haya sita yatakusaidia sana. Jambo la kwanza, usijitokeze kwenda kuchungulia kinachotokea. Hili ni jambo la kwanza la muhimu. Kumekuwa na kawaida ya watu wanaposikia purukushani, wanajitokeza kwenda kuchungulia kinachotokea inawezekana kinachotokea pale ni kupunguza watu waingie majumbani, halafu wewe tena unajitokeza. Kwa hiyo usijitokeze kwenda kuchungulia kinachotokea, utakiona siku inayofuata kwenye mitandao. Jambo la pili, usihamasishe maandamano kwenye mitandao. Lakini jambo la tatu toa taarifa unapoona mambo yasiyoeleweka. Kuna namba hapa ambayo imetajwa, namba moja moja moja. Kuna namba nyingine, namba moja moja mbili. Lakini kuna namba nyingine, sifuri sita tisa tisa tisa tisa nane nane tisa tisa. Hili ni jambo la tatu kati ya mambo sita, kama unataka kuwa salama siku ya Disemba tisa. Lakini jambo la nne usishiriki maandamano. Kwa nini nasema usishiriki maandamano? Maandamano haya ukiyaangalia kwa asili yake anayeyahamasisha yuko nje. Anayeyahamasisha hajulikani, hafahamiki, hatambuliki, haeleweki. Lakini pia usishiriki maandamano haya kwa sababu hayana kibali. Kwa hiyo hayana nguvu yoyote ya kisheria lakini kibaya zaidi, mimi nimekuwa mtaalamu wa historia ya dunia, nikichambua matukio mbalimbali yanayotokea duniani, ikiwemo nchi ngumu kabisa kama Iraki, Darfu, sijawahi kusikia kitu kinaitwa maandamano yasiyokuwa na kikomo. Sasa sisi tunaojua mengi, sikilize mwalimu, sisi tunaojua mengi nisikilize vizuri. Nisikilize vizuri halafu niamini, sisi tunaojua mengi neno maandamano yasiyo na kikomo ni lugha ya picha. Maandamano yasiyo na kikomo, msikilize anayejua mengi. Maandamano yasiyo na kikomo maana yake mapinduzi. <laughs> Sasa usishiriki, usishiriki dhambi hii lakini usishiriki maandamano haya, kwa sababu wanaambiana, wanaelezana, wasiojua kutumia silaha wawaachie wenye mafunzo. Maanake watu hawa wana silaha. Sasa kama silaha zitakuwa zinagawiwa hovyo hovyo, ukiwa sehemu ya haya maandamano, unaweza ukapigwa. Sababu kama atapewa mtu, mtu atataka kuonekana shujaa, atachukua silaha na hajui kuitumia. Silaha ukiipiga kwa sisi tunaozijua silaha ukiipiga silaha huwa inakurudisha nyuma. Sasa mtu ambaye ndio anaanza kuipiga inaweza ikamyumbisha ikakudondokea. Kwa hiyo inawezekana watu hawa wakajidhuru waka, waka, waka wao wenyewe silaha inaonekana kwamba kuna, kuna kuna ugawaji wa silaha utafanyika. E, wa, wa, wa, wa, wanaambiana kabisa kwamba wasiojua wa, wa kutumia silaha wa, waajie wenye mafunzo. Kuna mtu atajigamba tu naye ashike, ashike, ashike, ashike cha moto, aonekane naye kakishika cha moto. Sasa, sisi tunaokijua cha moto, kikishikwa na mtu asiyejua kukitumia, asiye na stamina, asiye na nguvu, mnaisha wote eneo hilo. Sisi tunaojua silaha sisi tunaozijua silaha sasa. Uh, lakini usishiriki maandamano haya, kwa sababu hata ruti haijulikani, hujui unaanzia uta, wapi utaanzia wapi, tunaanzia wapi? Lakini tano, kama unataka kuwa salama Disemba tisa, hakikisha kabisa usiende maeneo yenye mkusanyiko, sehemu palipokusanyika watu, hata kama wanaombea taifa. Siku ya Disemba tisa usiende, usijaribu, usiende maeneo yenye mkusanyiko. Lakini jambo la sita, fuatilia habari kupitia redio na televisheni. Hapa ndio zitakuwa zinatoka habari za kweli, panapokuwa na purukushani. E, kunakuwa na taarifa za uongo, taarifa za upotoshaji. Kitu pekee unachotakiwa kukiamini Disemba tisa ni taarifa kutoka redioni. Pengine labda mimi nikisema e, pengine mnaweza mkanisikiliza, maana mmekuwa mkimsikiliza mwalimu kwa muda mrefu, lakini taarifa, sikiliza kupitia redio, sikiliza taarifa kupitia television. Sasa tunasema haya tukiwa na maana gani? Haina maana kwamba linaweza likatokea tatizo, hatuna maana hiyo. Lakini ni nani alitarajia tarehe ishirini na tisa kutokea kilichotokea? Kwa hiyo lazima tupeane tahadhari, lazima niwape tahadhari watazamaji wangu ambao mmenitoa mbali, watazamaji wangu kunipigia simu akaniuliza, mwalimu, umekula sasa lazima niwape sasa ABC namna na gani muwe salama, ili baada ya hapo tuendelee kukutana katika chambuzi mbalimbali mbali za siasa na masuala mbalimbali ya dunia. Kwaiyo lazima tuelezane, hatuna imani kwamba inaweza ikatokea, lakini tusiwe wajinga wa, wa kushindwa kuchukua hatua kuwe tahadhari, na uzuri ni kwamba tukichukua tahadhari hiki inawezekana kisitokee kitu lakini tusipochukua tahadhari, ndio mambo yatatokea. Kwa tuchukue tahadhari hizo ambazo nimezitaja tahadhari sita. Sasa kwa askari, nazungumza na askari. Askari wafanye nini? Askari wafanye nini? Askari wetu hamjazoea mambo haya na wafahamu, hamjazoea mambo haya. Tanzania ni nchi ya amani, msiwe waoga. Tambueni kwamba kundi kubwa la wazalendo lipo nyuma yenu. Iteteeni nchi yenu, msiogope, msiogope hata kidogo. Kundi kubwa la wazalendo lipo nyuma yenu, linawaunga mkono. Askari wetu, tambueni kwamba askari wa kweli hapigani kwa sababu anakichukia kilicho mbele yake bali kwa sababu anawapenda walio nyuma yake. Sikilize mwalimu, sikilize mwalimu. Askari askari, tambueni ni bora kufa mkiitetea nchi dhidi ya adui. Wote tutakufa, tatizo linakuja, unakufaje? Ni furaha na heshima kufa ukiipigania nchi yako. Furaha. Kama idadi haitatosha, nipo tayari kuwa miongoni mwenu, tufe tukiipigania nchi yetu, kifo cha heshima. If we must die, let us die not die like dogs. Siogope kufa, lakini utafute sababu ya kufa ni furaha iliyoje kufa ukipigania nchi yako, ukitetea nchi yako. Furaha iliyoje! Narudia, na idadi yenu isipotosha, naamini ni idadi inatosha, lakini mkiona kuna gepu, nipo tayari kuwa miongoni mwenu, kufe tukiipigania nchi yetu. Askari tambueni, sisi ni nchi moja, pamoja tuna nguvu na katika hili tuko pamoja, ushindi ni lazima. Askari wetu, mnavyofanya kazi kwa kujitoa, mnafanya tuwapende. Tunawapenda kwa kila kitu, mpaka sare zenu tunazipenda.